mwaka elfu mbili na ishirini na tano, siku ya Alhamis ambapo mchezo huu kwa upande mwingine unakwenda kuikutanisha klabu ya soka ya Simba Sports Club kutokea jijini Dar es Salaam ambapo mnyama simba atakwenda kukutana na klabu ya soka ya Big Man Football Club ama mwadui kutokea mkoani Shinyanga ambapo sote tunafahamu Big Man ni miongoni mwa klabu ambayo inashiriki NBC championship kwa ajili ya kufuzu ligi kuu ya NBC kuelekea katika msimu mpya wa mwaka 2025 2026, ambapo kuelekea katika mchezo huu moja kwa moja ni mchezo ambao utakwenda kuchezwa na timu, ambayo itakwenda kupata ushindi moja kwa moja itakwenda kuenda hatua ya robo fainali michuano mikubwa ya CRDB Bank Federation Cup. Kabla ya kuendelea mbali, kama ni mdau wa Simba Sports Club, unaamini kikosi cha wekundu wa Msimbazi kitakwenda kupata ushindi mbele ya kikosi cha timu ya soka ya Big Man Football Club ama Mwadui. Like video yetu ili tuende sawa. Sasa kuelekea katika mchezo huu, tunaona tayari maandalizi kwa upande wa kikosi cha Wekundu wa Msimbazi yameweza kukamilika. Kupitia kocha mkuu Fadlu Davis, ameweza kujinasibu na kujinadi kwamba moja kwa moja Simba itakwenda kupata ushindi katika mchezo wake dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Big Man Football Club. Ikiwa ni mara ya kwanza Simba Sports Club kukutana na Big Man Football Club ama mwadui katika michuano hii mikubwa ya CRDB Bank Federation Cup kwa msimu wa mwaka 2024 2025. Sasa kuelekea katika mchezo wa Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Big Man Football Club, kupitia kocha mkuu wa kikosi cha Wekundu wa Msimbazi mtaalamu Fadlu Davis ameweza kukitangaza kikosi chake cha kwanza ambacho kinatarajia kuanza dhidi ya Big Man Football Club ikiwa ni mchezo wa kombe la CRDB Bank Federation Cup kwa msimu wa mwaka 2024 2025. Kwa upande wa golikipa ambaye atakwenda kusimama katika milingoti mitatu ni golikipa anaofahamika kwa jina la Huseni Abeli, miongoni mwa magolikipa ambao wanafanya vizuri sana katika Msimbazi, lakini eneo la fullback namba mbili klabu ya soka ya Simba wanatarajia kuanza na Kelvin Kijili. Eneo la fullback namba tatu klabu ya soka ya Simba wanatarajia kuanza na mchezaji anaofahamika kwa jina la Valentinoma huko. Eneo la center back namba nne klabu ya soka ya Simba wanatarajia kuanza na Shamum Karabwa. Eneo la center back namba tano klabu ya soka ya Simba watarajia kuanza na beki kisiki Abraza Kiamza, miongoni mwa wachezaji ambao wanafanya vizuri sana katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Lakini eneo la kiungo namba sita klabu ya soka ya Simba wanatarajia kuanza na Agostine Okejefa eneo la winga namba saba klabu ya soka ya Simba wanatarajia kuanza na mchezaji anofahamika kwa jina la Dakishasambe huko eneo la kiungo namba nane Klabu ya soka ya Simba Sports Club wanatarajia kuanza na mchezaji anaofahamika kwa jina la Fabrice lua Magoma, MT, midfield ticha. Eneo la mshambuliaji namba tisa ambaye atakwenda kuongoza safu ya ushambuliaji ya Wekundu wa Msimbazi, ni mshambuliaji kutokea katika nchi ya Kameruni leo na Christian Tebambida, huku eneo la kiungo namba kumi Klabu ya soka ya Simba wanatarajia kuanza na Janchala, miongoni mwa wachezaji ambao wanafanya vizuri sana katika kikosi cha wekundwa Msimbazi, huku winga namba kumi na moja, klabu ya soka ya Simba wanatarajia kuanza na Elim Panzu Kibisawala. Hicho ndicho kikosi cha kwanza cha wekundwa Msimbazi dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Big Man Football klabu katika mchezo wa hatua ya kumi na sita kombe la CRDB Bank Federation Cup kwa msimu wa mwaka 2024 2025.